Zikiwa zimebaki siku chache kuweza kufikia kilele cha uchaguzi mkuu mwaka 2025 ambapo kwa Zanzibar hapa utashuhudiwa kura mbili, ambapo itapigwa tarehe 28 na tarehe 29. Sasa taarifa ni kwamba jeshi la polisi limetoa taarifa kwa wapiga kura wote visiwani Zanzibar na Tanzania kwa ujumla Jeshi la polisi limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa wa amani na salama kabisa. Hii hapa ni Coconut FM, mimi hapa naitwa Omar Njelo. Napenda kutumia fursa hii kuwapa taarifa ya wananchi wa Zanzibar kwamba sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri, tumejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu utakuwa na utulivu wa kutosha, utakuwa wa amani na kila mmoja ataweza kupata fursa ya kupiga kura bila changamoto za kiusalama. Mwaka huu sisi jeshi la polisi tumekusudia kuwaonyesha wananchi jinsi uchaguzi unavyoweza ukafanyika kwa amani na tumejipanga vizuri kuhakikisha swala hili litakuwa shwari shwari kabisa, ili kila mmoja afurahi akapige kura arudi nyumbani kupumzika na kumchagua mtu anayempenda. Na hili la amani ni jambo mtambuka, linatuhusu sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama, lakini vinawahusu wananchi ambao ndio wapiga kura wenyewe ama wananchi kwa ujumla, tunapaswa kukumbuka na kuzingatia mambo muhimu sana yanayohusiana na swala la amani. Swala la amani na utulivu linatusababisha sisi wote tufanye shughuli zetu bila dosari, bila ku, ku, ku, ku, kuwa na hofu, bila matishio ya kiusalama. Kwa maana nyingine, kama mtu anauza vitu vyake sokoni, ataenda kazini kama kawaida, atapiga kura, ataenda kwenye shughuli zake kila mtu ataendelea na shughuli zake bila kuathiri hali ya maisha, kuanzia kwenye ngazi ya familia au ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia na ngazi ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi wote, tuone umuhimu wa kuweka amani siku hii, ama katika kipindi hiki ambacho tunaendea cha kupiga kura, na wakati ule wa kutangaza matokeo na hata baada ya kutangaza matokeo na tunaweza tukaangalia mifano nchi mbalimbali zinazotuzunguka jinsi ambavyo walichezea amani, lakini wamekuwa wanakimbia, wanatanga na njia, wanawake watoto, tena unakuta wengine wanawake, mama zetu, dada zetu, wajawazito wanakimbia na mabegi mgongoni, mtoto kichwani na kadhalika. Kwa hiyo sisi hili tumeliona na tunataka kuihakikishia dunia, tuwaombe tu wananchi tushirikiane kwenye kutunza amani. Wale wanaochochea chochea wenzao tuwaepuke, achana nao, we tusikilize sisi la, kila mtu ataenda kupiga kura yake bila bugudha, bila matishio ya a. Watusaidie, ukiona kuna mtu analeta maneno ya kuchochea wenzie, ya kuleta vurugu, ya kutia hofu, ya kuwasababisha watu wengine wanakimbia kimbia, wanafunga na, na biashara ana, anaenda kukaa mbali kwanza, hapana mwaka huu mambo yatakuwa shwari sana, biashara za watu ziendelee kama kawaida, amna hofu ya kukimbia kimbia na tuendelee kushirikiana pale. Ukiona kuna vitaarifa vya uchochezi vya mtu anataka kuvunja amani, tujulishane mapema ili tudhibiti mapema, tuendelee na ushwari wetu. na wetu mpaka sasa tunawapongeza wananchi wa Zanzibar, kampeni zinaendelea ni kistaarabu, hata kama kuna changamoto ni ndogo ndogo sana, wengi bado mnaenda vizuri, wanaenda vizuri, wanafanya vizuri na tunataka hii amani iendelee mpaka baada ya kumaliza hili swala ili tupate viongozi waweze kutuongoza tena na kutuletea maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yako kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja kama nilivyosema. Lakini serikali ikiwa na utulivu, pia itapata nafasi ya kutuletea maendeleo. Haya mabarabara mnayoona yanajengwa yatamaliziwa, hospitali zetu zile eh, shule zetu zile eh, miradi yetu ya maji ile, miradi ya umeme ile itaendelea utulivu, lafanya kwa sababu tutakuwa na utulivu. Pakishakosekana utulivu, maanake kila jambo nini linasimama. Kwa hiyo, mimi nipende kuwaambia na tutaendelea kuongea, tutakuja na kwenye vyombo vyenu kule, tuendelee kuongea tukiwahakikishia wananchi wa Zanzibar na watanzania kwa ujumla kwamba mwaka huu watajionea uchaguzi ambao ni sana wa pekee. Uchaguzi utakuwa tulivu, utakuwa na amani na kila jambo litaenda vizuri. Sisi tumejipanga. Na naamini na, na waandishi wa habari wamejipanga kutoa hizi taarifa ili wananchi wasiwe na hofu siku, wajitokeze kwa uhuru kabisa na amani zote wakapige kura, wakishamaliza wakapumzike, matokeo yatatangazwa, na tunaamini watawapata wale watu ambao wanawapenda. Asanteni kwa kunisikiliza.